Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo utakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule, watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Nabii Isaya anatuambia, anawaambia Njoni twende katika nuru ya Bwana. Hilo ni fundisho la Nabii Isaya katika somo la kwanza. Naye Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi anasema kiangalia hawa wawili, mafundisho yao wanasema kitu kile kile. Mmoja anasema njoo twende kwenye nuru. Mwingine anasema vueni mavazi ya giza. Ni kitu kile kile kama vile kusema senti hamsini Suni ni kitu kile, wote wanaongea juu ya giza. Isaya anaposema tendeni kwenye nuru, maana yake watu hao wako kwenye giza. Sasa anawaalika waondoke kule kwenye giza humu naye Paulo anaposema vueni <tipati> mavazi ya giza, maana kweli watu wako kwenye giza, wanaongea kitukili maisha ya namna hiyo ni maisha ya giza ndiyo maana anawaita waje kwenye mwanga. vivyo hivyo Mtume Paulo anaposema vueni mavazi ya giza, maana yake ni matendo ya ovyo, matendo ya dhambi. matendo yasiyo na maadili ya kimungu yasiyoendana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Isaya alichowaambia Waisraeli na Paulo alichowaambia wa Rumi anatambia sisi leo sasa hivi hapa. Tuangalie katika jumuiya zetu familia zetu jamii zetu, hata na mtu binafsi. Kwa vipi mimi na wewe na wewe na wewe, kwa vipi uko kwenye giza? Kwa vipi ni kwa matendo gani yako na ya na ya kwako na ya kwako na ya kwako ni ya giza katika maisha yako? Fundisho hili la giza la kuitwa kwenda kwenye nuru, fundisho hili la kuambiwa tuvue mavazi ya giza, tukavaa yale mavazi mema, fundisho la muhimu sana kwa kipindi hiki cha Majirio. Ni mafundisho mazuri sana kwa kungojea ujio wa Bwana wetu Yesu. na ni kwa kuwa hakuna aliye mkamilifu, hakuna hata mmoja wetu aliye mkamilifu. Wote tunaitwa njoni kwenye nuru, wote tunaitwa tuvue mavazi ya kama naendelea kuishi kwa kukumbatia ushirikina, niko gizani. Kwa namna hiyo, niko gizani. Kama ninaendelea kuishi katika uchumba sugu, niko gizani. kama ninaendelea kumsengenya wenzano, niko gizani. Kufanya umbea ni kwa gizani, kuoneana ni kwa gizani, kuto kujaliana ni kwa gizani. ninapokuwa nina katika dhambi na siungano niko kizazi. Tena kwa hilo tunalongiza nene, njoni kunimwanga kwa kurekebisha maisha yale ambayo hayaendani na mafundisho yetu ya dini. Njooni kunimwanga nirekebisheni. Isaya, vueni mavazi ya giza kuwa na hiyo ve Mtume Paulo ana Bwana Yesu tu. Mimi nasema kilichoandikwa, naeleza kilichoandikwa hapo. Kifupi, tunapokuwa tunameingia katika kipindi cha majirio, haya mafundisho waliotupa Isaya Paul kama nilivyoelezwa, nia ni ya ni ya lazima. Kwa nini ni ya lazima? Tunalipata jibu kwenye Injili. Kwa nini tuje kwenye mwanga? Kwa nini tuvue mavazi ya giza? Jibu linatoka kwenye Injili, hatujui siku wala saa, hatujui kwa sababu hiyo, twende kuuana. Hatujui siku wala saa, kwa sababu hiyo, tuvue mavazi ya giza, kwa sababu hatujui siku wala saa <coughs> na Yesu anakuja katika maisha yetu eh. Tunaye Yesu, alishakuja kwenye ubatizo, alishakuja kwenye kipaimara, alishakuja. Tunaongelea ujio wake wa siku hatujui siku wala sana, na anakuja katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Anakuja anase- injili inasema tunapooa na kuolewa, muda wowote, mpaka anatoa mifano. Anakuja muda wowote, watu wako kondeni, wanalima shambani anakuli wapo wawili, mmoja anatwaliwa mwingine anaachwa, katika maisha ya kawaida kabisa. Watu wawili wanatwanga, wawili hapa maandika kusaga, lakini nakumbuka katika wakati mashine zilikuwa hazijawa nyingi, watu walikuwa wanatwanga, kina mama hasa wawili, eh t, mmoja anatwaliwa mwingine anaje. Katika maisha ya kawaida ya kutwanga, mnakunywa, mmekaa, mnastarehe, mnakunywa kote, bamviamoja mbili au mbili mbili, katika katika kunywa kule, mmoja anatwaliwa mwingine anaje. tumekuja kusali hapa kani tunaonanasezangujabo sijao ijao, unatoka hapa, unatoka hapa unaenda nyumbani, maisha ya kawaida kabisa, keza ukaanguka hapo hapo hapo. Ehe, watu watatembea, naenda nyumbani, naenda wapi? Mmoja nataribu mmoja, ni kitu cha kila mtu binafsi. Ndiyo maana kuna umuhimu wa kila mtu binafsi kuacha mambo ya giza, akaja kwenye mwanga, akavua nguo za giza, akavaa nguo zinazostahili. Kila mtu binafsi, na wala usije ukasema kile changu hiki, nda liendee nacho, mbona fulani naye anacho. Ataitwa peke yake, na utaitwa, ataitwa peke yako na nakujui siku wala saa. Wako hapo na wao, na mnaongea nao na pikipiki yake akatiza barabara kagonga hapo hapo. Katika maisha hatujui siku wala saa, tujiandae a, tusizembee, tusichelewe, chukua hatua Nafasi hii ya Majilio tujiandae, tumisafishe kili. Kama una dhambi, tubu dhambi, ungama pokea. Angalia kilema chako ni kipi, kisahihishe ili umpokee bwana wetu Yesu Kristo atakapozaliwa ukiwa umesafisha moyo wako safi ikiwa huko kwenye mwanga, ukiwa umevua nguo za giza. Na kufanya hivyo ni kusali zaidi, ni kuomba zaidi, ni kufanya matendo mema zaidi, ni kusaidiana zaidi wenye shida na kujitoa sadaka kujitoa sadaka ya muda wako kwa ajili ya ufalme wa Mungu na wenzako, kujitoa zaidi kuwasaidia wenye shida, kujitoa zaidi kutoa sadaka. Na ndio maana padre kwenye ibada ya misa kabla hajaanza ile sehemu ya matoleo, sawa sawa, anasemaje? Salini ndugu zangu ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba mwenyezi. Toa sadaka nani, mnaitikia? Sasa wengine wale ambao wanakaa tu hawatoi chochote, sijui nao wanaitikian joni kwenye nuu wenyu navaziya jisi kwa kuwa hamjui siku wala saa. Maana Yesu anakuja katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Tumsifu Yesu Kristo, amen.